Kwenye masuala ya ujenzi fanya vyote, ila hakikisha sana unapofikia katika swala la finishings pamoja na upakaji wa rangi uwapate wataalam sahihi, ili mwisho wa siku nyumba yako iwe na mvuto wa kipekee, kwani finishing na upakaji wa rangi ndiyo mwamuzi wa mwisho katika mwonekano wa nyumba yako. Karibu kwa fundi Reymond Osward Mwitika, moja kati ya mafundi waliojichukulia umaarufu mkubwa miongoni mwa Watanzania walio wengi kutokana na kazi zenye ubora wa viwango vya kimataifa zinazofanywa na fundi huyu. Fundi Reymond Osward Mwitika anaji usisha na upakaji wa rangi za nyumba katika majengo makubwa na madogo, tena kwa utaalamu mkubwa na wenye kukuachia tabasamu la kudumu. Yani, ukifikiria kuwa na mwonekano wa kijanja katika nyumba yako, basi mtafute fundi Reymond Osward Mwitika. Kumbuka pia, ukifanyiwa kazi na huyu mtaalamu sahau kabisa matatizo ya kubanduka kwa rangi, ukungu na fungus katika rangi ya nyumba yako. Kwa nini uingie hasara kwa kuwatumia mafundi walio chini ya viwango? Mtumie huyu mtaalamu, hakika utafurahi sana kwa huduma zake fundi Reymond Osward Mwitika. Yupo jijini Dar es Salaam, Mbezi kwa Msuguri, ama tembelea peji zetu za mitandao ya kijamii kama Facebook kwa jina la ra Raymond fundi rangi wa nyumba, Instagram fundi underscore raymond underscore osward underscore mwitika one, ama tufuatilie YouTube kama fundi raymond TV. Kumbuka pia, tunakufikia popote pale utakapohitaji huduma zetu chap kwa haraka, ama tupigie kwa simu na 0765910241 karibu tukuhudumie, mdao wetu Mke wangu, hebu nifanyie utafiti. Utafiti? Ya, ni hapa kwa Mama Alfred na Mama Monica bone rangi za nyumba zao zinavutia balaa sio? Wao wapya wa mafundi wa pake. Sisi rangi yetu bone nazidi kubanduka kila siku, na rangi ya msingi tayari imeshaliwa na fungus, yani nyumba itamaniki kabisa. Mume wangu, mimi nimefanikiwa kuingia hadi humo ndani, yani sebule zao, yani rangi zinavutia hadi raya. Ila usijali mume wangu, huyo mtaalamu anaitwa Fundi Reymond Osward Mwitika. Oho, kumbe ni huyo! Nimeshampata kazi zake, nasikia hazina mpinzani kabisa masuala ya upakaji wa rangi. Si hivyo tu, mume wangu, wa bei zake ni nafuu pia. Ndugu Mtanzania mwenzangu, hivi unajua kwamba rangi ndiyo kava ya nje katika mwonekano wa nyumba yako? Tafadhali fanya maamuzi sahihi kwa kumtumia fundi Reymond Osward Mwitika. Karibuni sana kwa huduma za upakaji wa rangi za aina zote, ndani na nje ya nyumba yako. Na kwa wale ambao walishapakiwa rangi na mafundi wasio wataalam, kisha rangi hizo zikaleta changamoto ya aina yeyote kama ukungu na fungus. Sisi tunaishughulikia changamoto hiyo na kukupa kitu kilicho bora zaidi ya matarajio yako fundi raymond osward mwitika yupo mbezi kwa msuguri dar es salaam na ukihitaji huduma zetu tutakufikia popote pale tanzania ama tembelea ukurasa wetu wa instagram kwa jina la fundi underscore raymond underscore osward underscore mwitika 1 facebook ni raymondi fundi rangi wa nyumba ama tufuatilie youtube kama fundi raymond tv piga simu namba 0765910241 karibu tukuhudumie